Bismillahi rahmani rahim, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Shekh Salum Mohamed Nyisuka, shekhe wa wilaya ya Butiama. Ni siku ya Idi al Adha, idi ambayo ni idi ya kuchinja. Idi asisiwa idi hii pale ambapo Ismaili na baba yake Nabii Ibrahimu alaihi salam, baada ya kuwa mzee Ibrahimu alaihi salam amedumu kwa muda mrefu pasina kupata mtoto, akamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, akamwambia Mwenyezi Mungu, ikiwa utanipa mtoto nitamtoa sadaka kwa ajili yako wewe Allah, subhanahu wa Ta'ala. Imepita muda mrefu mzee Ibrahim alayhi salam pasina kupata mtoto, baada ya kuwa amempata mtoto yule, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala alikuwa amemsaulisha mzee Ibrahim alayhi salam. Baada ya hapo mzee Ibrahim alayhi salam akawa anaoteshwa ndoto, akakaa siku moja akamwambia mwanaye, ewe mwanangu, hakika mimi nimeota ndani ya ndoto ya kwamba ninakuchinja wewe. Akapuzia ndoto kwa mara ya kwanza, lakini kwa mara ya pili tena ndoto ile ikajirudia, hivyo hivyo kwa mara ya tatu. Akamwambia mtoto na Nabii Ismail alayhi salam, akamwambia baba yake, ama hakika hiyo ndoto itakuwa ni kweli baba yangu Fanya kile ulichoamrishwa na Mola wako. Ismaili alaihi salam alimwambia baba yake Mzee Ibrahimu ya kwamba baba yangu, utakapokwenda akampa masharti: Utachukua kitambaa utakifunga ndani ya uso wangu ili usinionee huruma wakati unanichinja, lakini pia ukinoe kisu chako kiwe kikali, ili kile kisu kitakapopita katika shingo yangu kisije kikaniletea machungu kanionea huruma. Ujumbe wangu kwa waislamu wote wa wilaya ya Butiama, tunahitaji kushiriki ibada hii ya swala ya Eid al-Adha kwa utulivu na unyenyekevu, kwani hii ndiyo ibada yetu sisi Waislamu. Tunahitaji kuwa makini sana, tusije tukamuudhi Mola wetu kwa kumkosea kwa kuweza kushiriki katika mambo ambayo yatakuwa ni yenye kuvunja amani ya nchi hii, hasa katika hiki kipindi ambacho tunaelekea; ni kipindi kigumu, kipindi cha uchaguzi. Taifa letu linahitaji utulivu mkubwa sana, kwa sababu mambo yameshakuwa mengi sana. Katika kipindi cha uchaguzi kama hiki, vurugu huwa zinakuwa nyingi, lakini pia kutokana na hilo, tunahitaji wazazi, walezi kuto kuacha watoto wakizagaa hovyo mitaani tunahitaji kuwa makini sana na hili ninawahusia, na kuwaomba Waislamu wote na wale ambao si Waislamu, tushiriki kwa pamoja katika ibada hii tukufu. Umuhimu wa viongozi wa kiserikali kushiriki katika ibada hii ya kuchinja ni pale ambapo viongozi watakapokuwa wametoa vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowajalia na kuwapatia maskini, wajane na mayatima, na wao pia waweze kufurahi katika sikukuu yao hii tukufu ya Eid al-Adha. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa mama yetu Samia Suluhu Hassan ipo pamoja na tunashirikiana na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata, tupo vizuri, hakuna makinzano yoyote yanayoweza kujitokeza, kwani sisi tunaheshimu na kuamini kwamba kila taratibu zilizowekwa na nchi lazima tuzifuate pasina kupinga au kukiuka hata moja. Ushauri wangu kwa viongozi wengine wa kidini, ima madhehebu mengine tunahitaji kushirikiana na serikali kuweza kuimarisha na kudumisha amani ya nchi hii. Kama hatutokuwa makini, basi taifa letu linaweza likaingia katika migongano mikubwa sana, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Lakini pia viongozi wengine wa kidini wanahitaji kushirikiana na viongozi wa serikali kwa ajili ya kusukuma gurudumu hili la kuiongoza nchi yetu ya Tanzania.